E bwana, mambo ni vipi bwana? Mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya habari mpya G5. Asante mtangazaji wako siku hii ya leo na muda na wakati huu, nakuletea habari ambazo ni muhimu sana katika siku hii ya leo. Ni habari zetu katika michezo, hasa kuhusiana na kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025 ambalo linachezwa huko nchini Morocco. E bwana, siku hii ya leo timu kadhaa zinashuka kuminyana bwana. Ni siku hii ya leo ndipo ambapo timu kadhaa, timu zipatazo nane zinakwenda kuminyana katika viwanja mbalimbali kule nchini Morocco. timu hizo ni Zimbabwe pamoja na South Africa hawa wanakwenda kuminyana muda wa saa moja kamili usiku, lakini vile vile timu nyingine ni Angola pamoja na Mafarao yaani Egypt, wanakwenda kuminyana muda wa sawia yaani saa moja kamili usiku siku hii ya leo ya tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa 12. Halikadhalika hali kadhalika Zambia pamoja na Morocco wenyeji wa mashindano haya Morocco, anakwenda kuminyana pamoja na Zambia, muda ni saa nne kamili usiku. Lakini vilevile Komoro pamoja na Mali, muda huo huo sawia, yani saa nne kamili usiku ndipo ambapo anakwenda kuminyana. Jambo la msingi ninalo kukumbusha mimi ni kwamba usikae mbali na kifaa chako ambacho kinachokupa habari mbalimbali, tutakuletea hapa hapa matokeo mbalimbali, mbali na mambo mengi sana, tutakuletea hapa hapa habari mpya G5. Jambo la msingi sana unalopaswa kulifanya wewe ni kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, lakini pia usiache kubonyeza alama ya kengele, lakini pia vilevile vile, usiache kutoa comment yako, kulike na kushare hapo chini ya video hii ebwana. Mimi kama mhabarishaji wako, kazi yangu ilikuwa ni kukuhabarisha, mambo mengine I say ni upande wako. Bye, bye, endelea kuwa na sisi, na hii ni habari mpya G5.